E bwana Kikuji, kwa mara nyingine tena Benjamin Mkapa kuishuhudia Simba e. vipi kwanza? ah, bila kuchoka mimi. Mkapa, kama kwa e. unaona chini lakini? kama kijeshi e, hii ndukula hii inafungwa e. e, kama mzigo wa kuni hii bwana akaniletea Tobias Sebastian E, wakati Simba wameenda sizoni Uturuki. Inaitwa ah, buti la hamasa inaitwa e, buti la hamasa e. Kwa nini umelivaa leo? Aya bwana, ili nimelivaa nime nadhani na wiki tangia hamasa zetu zilivyoanza mpaka jana tumezifunga vikindu yeah. E, na nimelivaa leo kwa nini. Mimi yeah, sijaja Benjamin Mkapa hapa kukaa yeah. nimetoka Lushoto, Tanga kwa ajili ya kuja kushangilia. Kwa hiyo okay, ukiona ile buti inakuambia mm. e, kabisa ni bila kuchoka yani mimi siingi uwanjani kwenda kukaa. Simpia bwana, nimeona bwana, watu walikuwa na usema sema huko na nini, lakini naona mambo yapo bwana. Eh. Unaje wewe mwenyewe ulivaa? Eh, kwangu mimi najisikia fahari. mimi sijanunua hii jezi kwamba kwa ajili ni mpya hapana. Mimi ninachokifanya ni kuichangia klabu yangu kwa sababu ninanunua bidhaa ya Simba, naichangia klabu. hizi jezi hii hapa ninayo, nyekundu ya ligi, nyeupe ya ligi na bluu ya ligi, sijanunua kwamba labda nimenunua hii maokola, hapana mimi nachokifanya nachokijua, yeah. Yaani jukumu langu mimi kama shabiki au kama kikuji ni kuhakikisha naisapoti timu yangu kwa njia ya moja ama nyingine ili kuhakikisha mchezaji yeyote ninayemtaka haondoki Simba na yeyote ambaye namtaka yuko nje ya Simba anakuja Simba. Sasa jukumu langu ni hili, nilipe ada, ninunue kila bidhaa ya Simba ambayo ni original, chochote na ni tiketi, nije uwanjani kuangalia mpira chochote. Tunaona hata hapa yeah. Hapa ni maji ya masafia yeah. E, yani lazima tutembee na vya kwetu, twambie leo wenzenu jana bwana wamewakilisha vizuri nchi visiwani kule, leo mnasemaje leo nyia? Ah, siku zote wanasema yani wenye wazee wakali wa hizi mambo ni Simba yeah. Hawa wanaosema wamewakilisha nchi wamewakilisha kivyao, ni mipango yao, lakini mimi nachokijua ni kwamba jukumu letu kama Simba ambao ni wawakilishi au watetezi wa soka la kimataifa kwa upande wa Tanzania kwa vilabu Simba si tuna jukumu la kubeba na, kuna, na, na kubeba dhamana ya, ya, ya nchi. Ndio maana unakuta Benjamin Mkapa hapa tumeachwa sisi wenyewe, wengine wote wameondoka. Umeona hii bendera hii hapa, hii bendera inamaanisha hakuna Simba bila Tanzania. Sasa hapa nimeivaa bendera mabegani kumaanisha kwamba Simba leo tumeibeba bendera nchi mabegani, nchi ipo mabegani kwa mnyama ambako, naona hii Benjamin Mkapa, kuna muda nawaza ikiwezekana serikali iweke picha zetu kwenye uwanja wa kina kikuji hapa. Unajua kwa nini ya, kikujia, umasha, umasha, umasha. ya mashabiki wa kina kikuji na manangu tuzo bora ya mashabiki bora imepatikana kwenye uwanja huu, kupatikana pointi za kupeleka vilabu vinne kimataifa zimepatikana pointi uwanja huu kupitia Simba. Kwa upande wa klabu ya Simba, hii ni Vingunguti kwa ajili ya wapinzani wanaokuja kucheza na Simba, lakini kwa upa vingunguti. ni Vingunguti kwa sababu wanapokuja wapinzani hapa, kuna kitu ambacho kinawapoteza kwanza, uimara na uzoefu wa Simba, lakini kingine, ubora wa mimi mchezaji wa kumi na mbili, yani Vingunguti maana machinjioni. Machinjioni kama unavyoona Vingunguti wanachinjwa mifugo pale, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Hapa ni Vingunguti kwa ajili ya wapinzani ambao wanakuja kucheza na Simba Tanzania. Ndio maana umeona wengine wameikimbia, mwenye Vingunguti yake kaachiwa na wana Vingunguti. Sasa wa hivi Vingunguti ni wakina sisi, wakina wakinakikuji, wachezaji wa 12 ambao tumekuja na viatu sio vya ubisho hivi, kwa ajili ya kuhakikisha kabisa, pale unawakumbusha wachezaji majukumu, ili watupe furaha, kwa sababu msimu huu, yaani sisi ukiniuliza, mi kama kikuji kilichonitoa Lushoto na kukata tiketi ya VIPB ni kuja kuhakikisha kabisa, naipeleka Simba finali na kuchukua kombe la Afrika kulileta kwa mara ya kwanza, kama sisi ndo wa kwanza kuitambulisha Tanzania kimataifa kwenye michuano hii, na sisi ndo tuwe wa kwanza kuleta kombe la Afrika, kombe la klabu bingwa Afrika kupitia uwanja huu. Ndio maana mimi nimekuja kikazi leo. Yani ngapi? Nasema sichekeshi leo. ngapi hapo ah mimi siwezi nikakwambia ngapi, ila nachokuambia naondoka na pointi tatu. Yani unajua haya mashindano yako hivi hayahitaji mbwembwe nyingi, yanahitaji kwenda kushinda. Sasa sijui ni ngapi, lakini naamini leo naenda kuondoka na pointi tatu. Nacheza na mpinzani mgumu sana Petro Luanda ana Toka Luanda mji mkuu wa Angola, tuna kwenye kundi D hapo. Nakutajia, kuna Stadi Malien anatoka Bamako mji mkuu wa Mali, Esperance di Tunisi anatoka Tunisi mji mkuu wa Tunisia. Hasa leo naanza na huu wa Luanda, ambaye ana Wabrazili wawili Wareno wawili na Mwajetina mmoja na wote wanaanza. Ana wakina Gilibeto wale, wakina Gustavo, eh Gustavo Joachim Pasensio, ni wachezaji wazuri lakini wanakuja kucheza na Simba ambayo sasa ina kila mtu. Simba ina pira mazagazaga la Dimitri Pantevu, mzee wa Mapete, mzee wa Maereni. Lakini lina pia wachezaji wenye nguvu, kama tunavyojua Kidenis, lakini pia ina wachezaji wa kumi na mbili, kama wakina Kikuji. Sasa kwenye hiki kiota cha Benjamin Mkapa pamoja na ubora wa Petro di Luanda Naamini kabisa walivyokuja kimya wataondoka bila kuaga. Kwa hiyo mimi ninachoamini, jana mpinzani wetu wametoka suluhu, wametoka sare, wamegawana pointi moja e, nikimaanisha stadi malien na sparensi e, maana yake mimi inatakiwa e, mimi nishinde, ni, ni, ni leo niongoze ni kundi na kukaa kileleni Hakutakuwa tu naishia hapa, nakaa kileleni mwanzo mwisho, kwa sababu nikitoka hapa naenda Bamako. Najua wale stadi Malieni wanakuwa mkapa yao pale, inaitwa e, e, stadi e, 26 arena pale Bamako na wenyewe ni kwa Mkapa kama hapa, na wenyewe ni timu kubwa, kwa sababu stadi malieni imeanzishwa mwaka 1960 imechukua ubingwa wa Mali mara 21. Ndio maana nakwambia kuambia, kundi D sio kundi rahisi, kwamba endapo tutampasiwa mtu isije kaonekana kama simba amepita hivi. Kwa hiyo kwangu mimi nasema ni zaidi ya mechi. Nawaambia watu watu, mimi sasa hizi niko kwa mkapa hapa, lakini nachowakumbusha zaidi tukikia uwanjani jukumu letu ni kwenda kushangilia Simba ee, sio kwenda kukurusha sijui vitu gani uwanjani, ili tuhakikishe haturudi kwenye adhabu za kafu ambazo tunawanufaisha kafu pamoja sana bila kuchoka.